Mchukua pesa ni Stephen Kalonzo Musyoka na sisi waonaji tunawaona. Mr. Speaker mimi nitaanza na Stephen Kalonzo Musyoka. Mr. Speaker mimi ningekuwa Kalonzo, Kalonzo singefuata mtu. Kalonzo angesimama kama Kalonzo. Stephen Kalonzo Musyoka ni kitu mbaya kura milioni mbili inatafuta kura ya 800,000 sasa. <laughs> <laughs> Nyamira na Kisii yote ukiweka pamoja ni kura yao yote ni 800,000. Hatarafiki Mr. Speaker, mimi Mr. Speaker, kwa watu kwa watu watatu natembea Matiang'i, na Kalonzo, mimi kama Mose, eri natembea eri nikitoa Ruto eri tu natembea eri natembea. Mr Speaker, nikiangalia wenye mabaki, nikitoa natembea mwenye nitampigia kura, nitabaki na watu wawili, na mimi sitampigia, natembea mimi. yangu ni Ruto kumbila break sitampigia mimi yangu ni Ruto, nimezoea kuteseka. hiyo sasa ndio Samuel <laughs> Ruto ukipigia William <laughs> Samuel <laughs> Ruto, okay, Ruto. Unasema mimi nimekubali kutese kuteseka, sasa mimi kaamoja kaa mwana wa. Mimi ni mpiga kule William Samuel Ruto, nimekubali kuteseka kwa miaka ingine tano zijayo hiyo ni kama unapigia ule William Samuel Ruto okay. Mr. Speaker, nikiangalia kati ya Matiang'i na Stephen Kalonzo Musyoka Mr. Speaker. Mr. Speaker, ukiangalia Matiang'i anajiita senior counsel, Mr. Speaker. Spika ni mtu amekomaa kisiasa, kiakili na kimiaka Mr. Speaker. Na Matiang'i Mr. Speaker. Mimi kama most, Mr. Speaker napenda jamii yetu ya Kisii, Mr. Speaker. Lakini Mr. Speaker, kura yenye wako nayo Mr. Speaker, hata gavana ya Nairobi amewashinda, Mr. Speaker. So wa Kisii Mr. Speaker, wanatumika juu ukiangalia Matiang'i tunamjua tunamjua, sio mgeni kwetu. Ni, maybe, ni mgeni ametoka ama ni MP ama ni hmm, senator? Hapana. Mat, wakati wa Matiang'i mkuru ya msana ilipotea hadi leo Mr. Speaker <laughs> <Ijani patikana. laughs> Mr. Speaker, pendo alipigwa tu risasi akiwa kwa nyumba, mtoto mwenye ajaliongea, tukaambiwa Oh, uchunguzi itafanyika after 14 days Mr. Speaker. Mpaka sasa hii pende alikufa. Sasa hii leke miaka tatu Mr. Speaker. 14 days. Ijaisha Mr. Speaker. Tunangoja tu 14 days. Mr. Speaker, pakati wa Matiang'i, Ilunza kuna place inaitwa Rivayala Mr. Speaker. Watu wengi walikuwa inapatikana pale kwa gunia Mr. Speaker, na mwenye mkubwa wao Mr. Speaker, alikuwa ni Matiang'i Mr. Speaker. So mimi kama mmoja kama wana hawa, nasema Matiang'i is dangerous kuliko William Samoei Ruto Mr. Speaker. Nitaongea hiyo bila uoga Mr. Speaker, kati ya Ruto na Matiang'i nani akuna utu ukiangalia sura yao Mr. Speaker! Ukiangalia sura yao wajamaa Mr. Speaker, utaangalia <laughs> <laughs> sura, sura ya Matiang'i na sura ya William Samuel Ruto eri. William Samuel Ruto atakuwa na utu kidogo Mr. Speaker. Sio nadanganya Mr. Speaker. So, siasa ni hesabu, Mr. Speaker. Nakumbuka 2022 baba yangu Raila Odinga aliuza sana zake, akasema kwa serikali yake kila kitu inakuwa free, atakupea 6000 analeta bebakea. Lakini kila mtu mwenye aka mwenye napumua anajua in 2022 mwenye mwenye alishinda kura ni honorable Raila Odinga. Watu watu wa Mount Kenya walipiga mahesabu zao, wakamwibia kura Mr. Speaker. Wakapewa William Samoei Ruto, ambaye walikuwa nasema William Samoei Ruto ni mtoto wa nobody, Ruto ajui Nairobi, Ruto amezaliwa Shago. Mr Speaker, wakaona kati Raila Amolo Odinga kwa president miaka tano, na William Samoei Ruto akawa president miaka kumi, wakaangalia William Samoei Ruto akili yake inakoma sana, wakaona mwenye atatwaliwa rais ni William Samoei Ruto. Mr Speaker, wakachukua Martha Karua

Ukapea William Samuel Ruto wakaweka GE. <laughs> Raila ya kiwin wako Ruto ya kiwin wako, sisi tukakesa kwa Raila tukalala hapo. Uhuru yakuja ya katudanganya, tukuna deep state <laughs> tuko na kila kitu hata kuna haja ya kupi, ya kupiga hatu kupiga lakini <laughs> Mr. Speaker ningependa kuambia wakenya Mr. Speaker raundi sisi wajaluo tutamuka hata tutalala Mr. Speaker. Wacha kuamuka Mr. Speaker. Raundi ya tutalala Mr. Speaker. Tutaenda tuta kwa kwa line siku mbili before kura ipigwe Mr. Speaker. Juu mimi najua Raila Amolo Odinga asimami Mr. Speaker. Atusimami Mr. Speaker. Nimesikia ona rebobo weno. Alisema hata yeye. <laughs> Nimewiidoo hiyo meza meza. Raila Amolo Odinga ndiye aungana na William Samoei Ruto. Najua watu wengi wanajiuliza kwa nini Raila Amolo Odinga aliungana na William Ruto. Wengi wakamuita msaliti wengi wakasema, oh Raila hana akili. Wengi wakasema Raila Odinga serikali yote, akiingia hiyo serikali inafanya nini, inaangu inaanguka. Mr. Speaker, Raila Odinga kuungana William Samoei, pia yeye haikuwa kupenda kwake, lakini yeye pia aliangalia maisha ya watu wa, wa nini ya Kenya Mr. Speaker Mr. Speaker. Watu, kuna kitu inajiita hapa jenzi Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'm sorry to say this Mr. Speaker. Jezi hiyo ni party. Ni watu wa Mount Kenya Mr. Speaker. Hiyo ni party yao Mr. Speaker. Oh, Jezi ilitangazwa in 2019 Mr. Speaker. Hiyo party ilikuwa party ya watu wa Mount Kenya Mr. Speaker. Wakatudanganya ule kadanganya na hela, kumbe wakapewa William Samuel Ruto after 2 years. Watu wa William Samuel Ruto walete mtu wao ambaye anaitwa Ligadi Kasako Wakasema William ima ni akili ndogo, na unasikia venye <laughs> alialikuwa namba last na anaiba anakuwa namba namba one ya mbele. Class one anakuwa namba last ya nyuma Mr. Speaker. Wakaambia, wakasema Waende maandamano mbele ya Mr. Speaker. Nataka uniambie Kenya, tukuna watu watatu wenye wajulikana peke yake, tukuna watu watatu. Tukuna, nimesema Kenya tukuna watu wangapi? Watatu, mm. Tuko na Kenyatta tuko na Ruto na mm -mm. tuko na Raila, Mr. Speaker, baba ya Kenyatta ni nani? Mr. Kwa Mr. Speaker, impeachment, wanabunge yapoint yes, <laughs> <Omoe laughs> yako Speaker, Speaker, baba ya Uhuru Muigai Kenyatta, Mr. Speaker ni Kenyatta. Baba ya Raila Odinga

William Samuel Ruto amechagua IBC hii. <laughs> oh, hi, nakwambia, bila uoga. Tafadhali zoea kuteseka tena, bado ingine <laughs> Mr. Speaker, kuna IBC yenye Ruto alichagua. Sikia tu majina yao Chung, yani jina yao tu peke yao mkina wenye ya we, watu wengi yenye walichagulia inakwambia ao ni wakinana Anani, na hakuna Kikuyu <laughs> hakuna Njoroge, hakuna kanisa Apakisi, wakisi wazipatikana hapo. <laughs> So, Stiger, protect the house. Audio nataka kutoa Ruto, Mr. Speaker. <laughs> Mzee, um, Speaker, mimi kama msajaha baba wana wa na support IBC 100%. Juu tu ile tu nilek ni Ruto amechagua yeye, ni amechagua ili nani yake Upenye usipende, ile IBC ikifika 2027 upenye usipende, watachagua Ruto, watachagua Ruto Mr Speaker. Wale jamaa wale ni wandani, then angalia angalia chama yao Mr Speaker, angalia chama

Nimesikia hii <laughs> chama ya, ya, ya Kalonzo Matiang'i <laughs> Wamunyoro wanaenda, sijui ni Nyayo, sijui ni Kasarani William Ruto oh, z maandamano <laughs> na tukutariki kwenda maandamano na manabano tuliwacha kidogo Mr. Speaker. So nimesikia ni wa mnoro wametangaza on 15 this month ambaye sijui itakuwa on Wednesday. Ati wanaenda ku launch party yao Mr. Speaker, wako na haki lakini, ningependa kuambia wa Kenya William Samuel Ruto sio huru mwenyewe Kenyatta. Mr Speaker, William Samoei Ruto. Uhuru alikuwa na utu kidogo, lakini William Samoei Ruto atakuibia, na unaona nambali, unampereka pia kuna Ruto is a business man. Jamaa anafanya biashara zake hata zingine hata nasahau kama nie ya Kenya. Which means, alistokea to hata kujua anazakuwa president ya Kenya akajipata, eh ni president ya Kenya atieza. Wewe William msomoa Ruto anatoka State House anaenda nyumbani, na kuna Raila Amolo Odinga. Umeskia Matiang'i wa wameungana watu wa Kenya, mwenye mali asembia tasama we. Sasa ukitegake upinzani support Matiang'i. Matiang'i ni position direct. Lakini sisi watu wa Raila Amolo Odinga tulikubali kubeba, tulikubali kubeba msalaba ya William Samuel Ruto. Na ni mzito. Na, na baba baba Raila Amolo Odinga, ni vijana wapewe kazi, tusaidiane kubeba hii msalaba. Lakini kama hakuna kazi, baba Raila Amolo Odinga hii musalaba venye tu wa Kenya waliamua Museveni anaenda nyumbani, Mr. Speaker, juzi watu wa Kenya waliamua Museveni waende nyumbani, Mr. Speaker, watu wa Kenya walivuka boda wakaenda mpaka Uganda, Mr. Speaker, <coughs> na wakasema oh, nani? Oh, Museveni Must go, Mr. Speaker. Na sio sio sio wa Uganda. Ilikuwa by election. Mr. Speaker, <laughs> ilikuwa <laughs> anachagua president. Ilikuwa watachagua oh election.